Ulinzi mkali wa Jeshi la Polisi umeimarishwa katika viunga vya mahakama ya mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na maeneo mengine wakati kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu ikisikilizwa. Lissu anakabiliwa na makosa matatu ya uhaini, uchochezi na kutoa taarifa za uongo. Polisi waliotawanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji na wengi wenye silaha wakiwa katika mahakama ya Kisutu waliwazuia wanachama wa Chadema na wanahabari kuingia katika viunga vya mahakama hiyo. Wakati hayo ya kijiri, taarifa zilitolewa na makarani wa mahakama zikieleza kuwa kesi hiyo itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, wakati kesi hiyo ikiendelea kwa njia ya mtandao, askari ambaye jina lake halikupatikana alitoa taarifa kuwa Lissu amekataa kesi yake kusikilizwa kwa njia ya mtandao na badala yake anataka isikilizwe moja kwa moja. Wakati hayo ya kijiri, baadhi ya viongozi waandamizi wa Chadema wamekamatwa na polisi na kupelekwa kituoni kisha baadaye kuachiwa. Miongoni mwa waliokamatwa ni John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema, John Heche, makamu mwenyekiti bara, na baadhi ya viongozi wa baraza la vijana la chama hicho. Mimi nilichokuwa nasema tu ni kwamba leo ni siku ya kesi, tumekuja kusikiliza kesi ya mheshimiwa mwenyekiti wetu, na tuna haki ya kusikiliza. Lakini cha kushangaza, mimi mtu mmoja na kijana mmoja, tulichokuja kufika pale, hatuna bunduki, hatuna kitu chochote, tunakamatwa. Kwa hiyo ndugu zangu, hii nchi ni nchi yetu sote. Kwa mfano, huyo kijana amepita, ameng'atwa na mbwa, ameumizwa namna hiyo tupike kelele wa na ule mtu wa maisha wa yake anaweza akapotea. Kwa hiyo anatakiwa mtu mmoja atoke jasiri aseme, na jasiri ni mheshimiwa Lissu, tukiambatana na sisi wa makamanda wengine. Kwa hiyo ni muhimu wa Tanzania tukafahamu kwamba Tunadai haki ya msingi ya kikatiba okay, ili uchaguzi uwe yeah, huru na haki yeah, uchaguzi yeah. Ukiwa huru na haki tutapata viongozi ambao wataisimamia Tanzania katika haki, kwa maana ya kwamba kama ni upinzani, sisi tutakuwa chama tawala, upinzani utakuwepo, basi uchaguzi ukifanyika, atakayeshinda shinde. Sisi hatuna maana kwamba eti kwa sababu sisi ni Chadema tukiingia tunataka tushinde tu sisi. Hapana, atakayeshinda shinde. Kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo Dorothy Semu na mwanasiasa na kiongozi wa chama cha siasa cha PLP cha Kenya Martha Karua walifika mahakamani kuonyesha mshikamano katika kesi na inayomkabili Lissu, ambacho mheshimiwa Tundu Lissu ni mwenyekiti wa cha demokrasia. Kwa sasa nimefika hapa mahakamani kwa ajili ya kuhudhuria kwenye kesi yake, lakini nimezuiliwa. Nimewaeleza kwamba ni haki yangu ya kuingia ndani na kuwa sehemu ya wale walioruhusiwa kama wasikilizaji, lakini pia imeshindikana, imeshindikana. Kwa hiyo baada ya hapo, naomba na aliana la viongozi zangu kwa ajili ya yai Amini ni haki ya kwenda kuenda kusikiliza kesi mahakamani tunaruhusa hiyo. La, sahili, shio, uh, sana, na kama waliona vingineyo wangeweka utaratibu sahihi, lakini sio sana kutishiana na mambo kama hayo. Tusingependa kujenga demokrasia demokrasia ya namna hiyo. Lissu alikamatwa Aprili 9 akiwa wilayani Mbinga, mkoa wa Ruvuma, akiwa katika mkutano wa hadhara wa kuichechemua ajenda ya chama hicho ya hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi na kisha kusafirishwa hadi Dar es Salaam ambako alishtakiwa kwa makosa ya uhaini, uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Mwanjiro.